Mama, huu muda wa kwenda madrasa, utakula madrasa? Hakuna unga, usiende madrasa, nenda mashineni. Mama, huu muda wa kwenda madrasa uta, utakula madrasa? Sasa haya tunayaeleza matarajio yetu, mtakuwa walenganiaji, mtakuwa walenganiaji. Ikiwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipita mapito haya ya kupingwa, ya kukejeliwa sisi hatutasalimika. Narudia kusema tena, tusishughulishwe na watu wa aina hiyo tukaacha kusimamia majukumu yetu. Kwa hiyo angalieni, tazameni maneno ya washirikina eh. vikwazo vya washirikina si wa kweli, si wa kweli. Hata wakasema maneno mazuri namna gani, utafanya hicho wanachokitaka, wataleta kitu kingine, wataleta

ay lau nazzalna alaika ya Muhammad kitaban maktuban ala waraq, lau tungekuteremshia Muhammad ha? kitabu kilichoandikwa juu ya karatasi. Kama katarahu, aliktirah, aliktirah unazungumza unatoa maelekezo, afu wanatokezea watu wanaleta, sawa wanaleta al-iktirah. Kwa hiyo mushirikuna walileta iktirah, sawa. hatutakuamini Muhammad, mpaka utuletee kitabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, wakati unakileta hicho kitabu, wawepo na malaika wanne watakaao wakishuhudia hicho kitabu na kukushuhudia wewe kwa wewe, ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Hii ni iktiraha ulileta sawa. Mwenyezi Mungu anamwambia, tukafanya hivyo kama wanavyotaka, tukakiteremsha kitabu kwa namna wanavyotaka tena falamasuhu, wakakishika biaidihim, kwa mikono yao. Sio tu unajua, jamaa tayari kitabu, malaika kishakuja hivi, wakakishika wenyewe, wakakishika kwa mikono yao, wakakiona kabisa eh? faayanu dhalika eh? Yani, kabisa ukakishika ukakishika mikono sawa. Basi ili labda iwe nini, liyartafia anhum kula ishkal, ili ishkali zote mishkili yote ipate kuondoka, wayazul kul irtiyab, na mashaka yote yaondoke, hakuna la. Qala alladhina kafaru, wangelisema wale waliokufuru in hadha illa sihr mubin, ay la qala al kafirun, wangesema makafiri inda ru'yat tilkal aya albahira, wakati wa kuiona eh, aya ishara ni aya tena, albahira yenye kushinda wangelisema taannutan wa inadan hey, wangelisema kwa inadi, Muhammad, tukwambie kitu, ma hadha illa sihrun wadih, hakikuwa kitabu hiki isipokuwa ni uchawi, uchawi ulikuwa wazi kabisa. Aya, utamfanyaje mtu namna hii kata kataka kitabu kitabu kitabu kimeseremshwa utamfanyaje? Tunajifundisha nini katika aya hii? Walghab annahum la yu'minun walau ja'atuhum aa lya al waadhar adalail kwamba makusudio ya aya hii ma yukhadhu wama yustafad, kile ambacho tukichukue tuondoke nacho na tufaidike nacho, ni kwamba annahum la yuminun, wawo bwana mm -mm. hawaamini walau ja'atuhum awdah alayat ah, ijapo itawajia wao aya zilizokuwa wazi zaidi, wa adhhar adalail na dalili zilizokuwa wazi zaidi. Ni hivyo sasa, hapa sisi tunatakiwa tusimame na tuyasimamie yale mambo ambayo yana maslahi mapana katika umma. Hayo ndio tunatakiwa tuyasimamie, ha? Walinganiaji, pamoja na uwepo wa watu wa aina hiyo, lakini lazima tuyasimamie yale mambo ya msingi.

Hapana khiari eh? Eh. Na kuwe minkum miongoni mwenu, umma, kuwe na umma, kuwe na umma waltakun minkum ummatun. Katika lugha ya Kiarabu, neno ummatun litatafsiriwa kutokana na siyakul kalam ummatun lina maana ya taifa, taifa, ummatun, taifa. Lakini mtu mmoja tu kwa mambo yake na eh, namna anavyoyasimamia mambo yake anaweza kuwa mtu mmoja akaitwa umma, yani mtu ni huyu akaitwa umma, ummatun. Lakini kuna wakati mwingine neno umma linakuwa na maana ya muda, muda muda kwa hapa lina maana ya taifa. Waltakun minkum ummatun, kuwe miongoni mwenu kuwe na taifa, kuwe na umma mm. Kazi zimeainishwa kazi za umma huu, kwamba lazima umma uwepo, zimeainishwa kazi takum minkum umma yaduna ilal khair. Eh, umma huu fanya kazi tena, imekuja kwa alfili almudhari ya, yaduna yaduna, hizo kazi ni endelevu eh? Sawa, wawe wana fanya kazi ya dawa, wanawaita watu ila lkhair, kwenye mambo ya nini, mambo ya kheri. Sawa. Sasa haya unayafikisha kwa watu wote pamoja na mitazamo ya watu ambayo iko tofauti tofauti. Kazi ya walinganiaji eh, haya ndio majukumu ambayo natakiwa wayasimamie, kuwalingania watu katika mambo ya kheri. Yaduuna ila alkhair wa yaamuruna bilma'ruf, na wawe wanafanya kazi ya kuamrisha mema. Hii kazi ya kuamrisha mema ni katika nini? Ni katika kheri sawa, so, imo ndani ya khairi, yaduna ila lkheri wayaamuruna bilmaruf wayanhauna an haya yote mingine ni katika khairi. Bakuna, eh, katika yani, manbo, ya katika kheri ndio pale unaokwambia kwamba kuna dhikru lkhas bada alam katika kule kwa atfia yani mambo yameshaelezwa kwa ujumla haya yanayokuja baada ya yaduna ila alkhair, eh? wayamuruna bimaruf khair, wayanhauna almunkar khair. Lakini mbona tena kila kimoja kimepewa, yani kuonyesha ule sawa, umuhimu pia wa kila kimoja wapo, lakini yote ni mambo ya ya nini? Mambo ya khair. Kwa hiyo wayamuruna bilmaruf, umma huu ufanye kazi, wanaamrisha nini? Anaamrisha mema wenahauna an anlmunkar na wawe wanafanya kazi gani? Kazi ya, eh, ya kukataza ya kukataza munkar. Hapa ikhwa, lazima tusome hizi kazi zote zinahitaji atakaye zifanya kazi hizi awe na maarifa, awe na maarifa. Kazi hizi zilizoainishwa hizi zinahitaji mambo manne, zinahitaji mambo manne. Jambo la kwanza kabisa ni al-ikhlas, jambo la kwanza kabisa, al-ikhlas. kumsafiania Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unapoanza kuwalingania watu katika mambo ya kheri, kitu cha kwanza kabla ya kufanya hivyo ni al-ikhlas. Al-ikhlas, ufanye kwa ajili ya Mungu tu, usifanye kwa ajili ya kujionyesha, kuonyesha uhodari wako. Uhodari unahitajika lakini, utanguliwe na al-ikhlas. Kama unasomesha usomeshe, lakini kwanza kwa nani? al Al-ikhlas, kheri yoyote nitakuifanya, nitakuilingania, itanguliwe na al-ikhlas. wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu din

Anapofanya jambo kwa ikhlasi, ikhlasi yenyewe ni siri, siri baina ya mja na mola wake, hakuna anayejua.